Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hizi hapa ni nafasi za kazi serikalini. Vitu vya msingi vya kuzingatia kabla ya kuweza kutuma maombi haya ni kwamba, hakikisha una cheti cha kuzaliwa na cheti chako, kama ni cha zamani, basi hakikisha umekibadilisha na kuwa cheti kipya ili uweze kutuma maombi yako bila usumbufu wowote. Nafasi hizi za leo ni nafasi za kazi Halmashauri ya Manispaa ya Moshi. Nafasi zilizoweza kutangazwa ni nafasi tano, ambazo ni nafasi za mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Kazi na majukumu ya mwandishi mwendesha ofisi ni kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni, kutunza taarifa za kumbukumbu kumbu na matukio kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika vitengo au idara husika na kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali mbali. Sifa ni uwe umehitimu kidato cha nne au cha sita na uwe na stashahada ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili. Aidha, uwe umefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata program za computer office kama Word Excel, PowerPoint, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Hakikisha wewe ni raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45, na kama ulisoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na mamlaka husika TCU, NECTA na NACTE. Result slip azitakubaliwa. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako original kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi wa Manispaa, Halmashauri ya Manispaa ya Moshi, SLP mia tatu kumi na nane Moshi, Kilimanjaro. Hakikisha anwani hautaikosea <coughs> tuma barua kwenye anwani husika kama jinsi nilivyoisoma hapo na maombi yote yatumwe katika mfumo wa electronic wa recruitment portal au ajira poto. Kama hujafungua akaunti yako ya ajira poto, unaweza ukatucheki tukakusaidia kufungua na kujaza taarifa zako zote kwa usahihi kabisa katika akaunti yako ya ajira poto ili iweze kukuwekea nafasi ya kupata kazi. Na maombi yatakaowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Jina langu ni Feaboy na furahi sana kuwa na wewe ambaye ni mfuatiliaji wa channel yangu. Na kuanzia sasa, kama huja subscribe, basi bonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale tunapoposti video mpya kila siku. Asante na karibu.